Yawezekana kuna watu walikuwa wanakubeba mahali ambapo, waliona yamkini biashara imekufa, waliona yamkini uchumi umekufa, waliona na wakajitahidi kukubeba vya kukubeba, lakini kuna watu wakiona mahali pagumu wanakutupa. Ninakuombea katika jina la Yesu, wewe ambaye umetupwa, Yesu Kristo akuokote asubuhi ya ya leo katika jina la Yesu. Nasema tena Yesu akuokote katika jina la Yesu wa Nazareti hai iklaza wao, hii ni maiti tumeitupa habari yake imekwisha, lakini mbingu hazioni tu maiti iliyotupwa. Mbingu zinamwona mtu anayesimama na kutembea katika jina la Yesu. Leo hatuna mifupa ya nabii Elisha. Leo tunaye Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuombea ugusane na Yesu Kristo wa Nazareti katika maisha yako, na ukigusana na Yesu Kristo uwe na uhakika, kuna watu watakaoinuka wiki na kukimbia katika jina la Yesu wa Nazareti hai kuombea uhai tena katika maisha yako. Ninakuombea uhai tena katika biashara yako. Ninakuombea uhai tena katika utumishi wako, katika jina la Yesu wa Nazareti. Kama umenielewa, gonga jirani yako, mwambie simama uende. Mwambie tena, simama uende. Mwambie usikate tamaa, mwambie usivunjike moyo. Haleluya, haleluya.